Leo ningependa kuzungumzia uwezekano wa upasuaji wa upatikanaji mdogo kwa watoto wachanga na watoto wachanga. Upasuaji kwa watoto, asilimia 99 ya nyakati, matatizo mengi ya upasuaji wa watoto ni ya urekebishaji na uponyaji ambayo yatatoa ubora bora wa maisha kwa watoto. Kwa upatikanaji wa e, vifaa vya kisasa kwa ajili ya upasuaji wa upatikanaji mdogo hata kwa watoto wachanga na watoto katika taasisi za huduma za juu kama yetu imefanya huduma ya upasuaji kwa watoto eh, kuwa ya ubora bora iwezekanavyo, eh, kiasi kwamba mtoto atafanyiwa upasuaji mkubwa sana katika viungo kama kongosho, matumbo, matumbo makubwa na madogo, figo, mirija ya mkojo, mirija inayotoka kwenye figo, kibofu cha mkojo, mapafu na nafasi kati ya mapafu inayojulikana kama mediastinum. Maeneo yote hayo yanaweza kushughulikiwa wa laparoskopi wa mashimo madogo sana yanayofanywa na, kwa vifaa vilivyopo, tutaweza kufanya upasuaji mkubwa kwa maumivu madogo sana na kukaa hospitalini kwa muda mfupi sana baada ya upasuaji, kwa watoto ili wapone haraka, na katika siku zijazo eh, hata kovu hilo dogo litapotea, hivyo hawatajua hata kwamba wamefanyiwa upasuaji kwa hivyo kama wazazi kila wakati mnaposikia kwamba mtoto wenu ana tatizo la upasuaji, mnapaswa kuelewa kwamba matatizo mengi ya upasuaji yanatibika, na kwa hivyo hakuna haja ya kusita kwenda kwa daktari wa upasuaji na kuendelea kusubiri ugonjwa huo ufikie hatua inayofuata ili uwe hauwezi kutibika au uweze kutibika kwa kiwango kisichokamilika. Matatizo ya upasuaji yanatibika ikiwa yatapata uangalizi mapema na upasuaji mwingi sasa unaweza kufanywa kwa taratibu za upasuaji wa upatikanaji mdogo ambazo hazitaacha kovu lolote au zitaacha kovu dogo kwenye ngozi na zitaondoa kovu lolote katika akili ya mtoto pamoja na familia.